Kwa miaka zaidi ya kumi toka Sir Alex Ferguson aondoke wamekuja makocha tofauti tofauti katika klabu ya Manchester United, lakini hakuna kocha hata mmoja ambaye amefanikiwa kuirudisha klabu katika mahali ambapo inatakiwa kufika. Leo klabu iko chini ya uongozi wa kocha mwingine wa Kireno Ruben Amorim, ambaye mimi na miongoni mwa watu wengi sana ambao wanaifuatilia klabu wanaamini kwamba kocha huyu anaweza kufanikiwa. Kwa nini iko hivyo? Labda ni kwa sababu tunatamani hafanikiwe, lakini mi binafsi nimejaribu kuangalia jinsi ambavyo alifanikiwa akiwa katika klabu ya Sporting Lisbon. Na najaribu kulinganisha kama anaweza kufanya vivyo hivyo akiwa na klabu yake hii mpya ya Manchester United na kuirudisha klabu katika mahali ambapo inastahili kuwa. Come on. Ujambo, habari ya kati huu, shabiki wa soka na shabiki wa Manchester United, karibu sana United TZA na leo nitakupa sababu za kimsingi kwa nini Ruben Amorim alifanikiwa akiwa na klabu yake ya zamani ya Sporting CP ya kule nchini Ureno, na kwa nini sababu hizo hizo kamfanya afanikiwe akiwa katika klabu ya Manchester United. Kwa hiyo nimekuandalia mambo kadhaa, lakini kwenye comment hapo chini pia, ikiwa unaamini Ruben Amorim anaweza kufanikiwa, nitafurahi ukiwa na wewe pia utaandikia maoni yako. Ruben Amorim, kwa nini alifanikiwa akiwa pale katika klabu ya Sporting Sporting CP au Sporting Lisbon? Kulikuwa kuna vitu vikuu vitatu ambavyo alivifanya. Kwanza, aliweza ku ingiza mfumo mpya wa uchezaji wa mabeki watatu, viungo nne na washambuliaji watatu, ambao mfumo huu ulifanya klabu ya Sporting kuweza kuwa na ubora mkubwa katika njia yake ya kuzuia kwa kutumia mabeki watatu lakini pia uwezo mkubwa wa kukontrol mchezo au kudhibiti mchezo kupitia viungo wanne, ambao pia walisaidia klabu kuweza kufanya transitions za haraka wakati wakati kufanya mashambulizi na pia mfumo huo ulisaidia Sporting Lisbon kuwa na timu ambayo inaweza kupressi vizuri sana na kuweza kushambulia kwa spidi ya haraka na kuweza kufunga magoli mengi. Na ndio maana Sporting, miongoni mwa vita ambavyo ilikuwa inasifiwa sana ni klabu ambayo ilikuwa inafunga magoli mengi sana, lakini pia ni klabu ambayo ilikuwa hairuhusu magoli mengi, kwa sababu aliweza kuintroduce vizuri mfumo wake wa mabeki watatu viungo wanne na washambuliaji watatu kirudi kwa upande wa Manchester United. Kwa nini jambo hilo pia linaweza kutusaidia kufanikiwa? Nafikiri katika mfumo huu ambao Ruben Amorim alikuwa anautumia katika klabu ya Sporting, akiutumia pia hapa hapa Manchester United, unaweza kumfanya hafanikiwe. Kwa miaka mingi makocha mengi ambao wamepita klabuni wengi tumekuwa tukiwalaumu kwamba hawana identity maalum ya kucheza, hawana alama maalum ya kucheza, na wote walikuwa wakishambuliwa kwa staili hiyo, hasa huyu kocha wa mwisho ambaye alikuwepo Eric Ten Hag klabu, watu wengi walikuwa wanasema kwamba hana mfumo maalum mba ambao unaeleweka, ambao klabu inautumia. Lakini Ruben Amorim amekuja na mfumo wake wa tatu nne tatu ambao unaonekana kuwa mfumo ambao ingawa ni mgumu lakini ukifanikiwa unaweza kuifikisha Manchester katika nchi ya ahadi. Mfumo huu unaweza kutusaidia kuwa na uwezo mzuri sana kwa defense, kwa mfano ukiangalia mtu kama De Ligt, Yoro na Maguire au Martinez akiwa fiti, manake ni mfumo ambao utapunguza utapunguza na idadi ya magoli ikiwa utafiti vizuri, lakini pia ukiwa na viungwa nne hasa wingbacks ambao kwa sasa hivi tuna sahivi tuna wingback mmoja uh, Patrick Dorgu unaweza kufanya klabu icheze quick transitions, lakini pia iweze kuwa ina dominate michezo mingi sana, hasa katika upande wa midfield, miongoni mwa vitu ambavyo Manchester imekuwa ikishutumiwa sana, pamoja na uwezo wake wa kudhibiti michezo na uwezo wa midfield zao, ambapo tumeona kwamba klabu nyingi zenye uwezo mkubwa zinacheza vizuri sana dhidi ya United zinaweza kupita kwenye midfield vizuri zaidi, kwa sababu tulikuwa tunaweza kuwa hatuwezi kudominate michezo, lakini katika mfumo huu naamini kwamba tunaweza kufanya hivyo chini ya Ruben Amorim. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba klabu itakuwa na uwezo mkubwa sana wa kudhibiti kiungo, kushambulia kwa kasi na washambuliaji watatu, lakini pia kuzuia idadi kubwa sana ya magoli. Hilo linaweza kuwa ni chachu ya mafanikio chini ya Manchester United. Jambo la pili ambalo Ruben Amorim alilifanya akiwa pale Sporting ni pamoja na kuboresha viwango vya wachezaji vijana. Huyu Victor Yokeris, ambao unamuona leo akiwa mmoja wa shambuliaji hatari zaidi ulimwenguni, watu kama Gonsalo Inacio, Nuno Mendes, Pedro Gonsalves na wengine wametokea katika mikono ya Ruben Amorim akiwa wachanga, na ameweza kuwatengeneza kuwa kuwa wachezaji bora sana huyu Giovanni Quenda ambaye tulikuwa tunamhitaji akaenda katika klabu ya Chelsea, ameanzia pale na ameweza kukuzwa na Ruben Amorim na kuwa wingback ambaye sasa hivi klabu nyingi duniani zilikuwa zinatamani kupata signature yake. Je, Ruben Amorim anaweza kufanya hivyo hivyo chini ya Manchester Manchester? miaka yote ambayo imekuwa ikifanikiwa imekuwa ikisifiwa kwa kutumia vijana kutoka chini na kuwakuza na kuwa viwango vikubwa sana unapoongelea kina Paul Scholes, Nick Butt, David Beckham, na wengine wote, hawa ni wachezaji ambao walitokea katika mfumo wa klabu wa vijana na kuweza kuimarishwa na kuwa na viwango bora sana, kitu ambacho hivi karibuni kama kimepotea klabuni na kuanza kusajili majina makubwa kina Jadon Sancho, Antony na wengine lakini, miaka ya huko nyuma wachezaji bora sana walikuwa wanatokea katika mfumo wa vijana wa klabu, kitu ambacho naamini kwamba Ruben Amorim anaanza kukifanya vizuri sana leo. Tuna akina Kobbie Mainoo, akina Alejandro Garnacho, akina Chido Obi, akina Aiden Heaven, akina Ethan Wheatley na vijana wengine ambao wako chini ya umri wa miaka 20 ambao wana uwezo mkubwa sana ambao naamini Ruben Amorim anaweza kuwafanya kuwa wachezaji bora sana na kutuletea mafanikio. Unamwonaje Leny Yoro? Unamwonaje Aiden Heaven? Unamwonaje Chido Obi, Kobbie Mainoo na wengine na uwezo huo wa kufanya wachezaji hawa bora na hivyo kutufanya klabu irudi katika ubora ambao tunatakiwa kuwa nao. Namba tuangalie, jambo la tatu ambalo ambalo katika ifanikiwe na anaweza kufanya hivyo hivyo uh, haijashinda kombe kwa zaidi ya miaka kumi na tisa lakini alifanikiwa kuirudisha katika klabu katika ubora huo na kuingiza mentality ya ushindi katika klabu ya Sporting, na mwaka uliofuata wakaweza kushinda kombe baada ya miaka mingi hivyo kupita. Hii inakuja katika kutengeneza utamaduni wa klabu, kuandaa wachezaji ambao wanaweza kupambania klabu yao mpaka tone la mwisho la damu na kuhakikisha kwamba wanapambana kupata ushindi, kitu ambacho tunaweza kufanya hivyo pia chini ya Ruben Amorim. Na mimi, uh, Ruben Amorim akiondoa wachezaji ambao wanajiona kwao ni mafadha wa klabu, akina kama wanavyoona anafanya kwa Rashford na wengine, maanake ni kwamba anaacha wachezaji ambao wanaweza kuipambania klabu hadi tone la mwisho na kuipambania kwa nguvu zao zote na kupambania namba zao uwanjani, na hilo inafanya klabu nyingi zifanikiwe leo ulimwenguni. Kwa hiyo uh, nafikiri kitu ambacho Ruben Amorim anakifanya kwa sasa klabuni ambacho naamini kinaweza kufanya afanikiwe ni jinsi ambavyo unaona anajaribu kutafuta wachezaji ambao hawana majina makubwa, wachezaji ambao watapambana kwa nguvu zao zote kuisaidia klabu. Lakini moja ya vigezo vikubwa vya Ruben Amorim kumsajili mtu ni uwezo wake wa kushambulia na uwezo wake wa ku um, Pambania, uh, yani tunasema hard-working mentality ni wache ambao wanakimbia dakika zote 90 ukimwangalia Patrick Dogo ni mfano mzuri wa vitu ambavyo Ruben Amorim anaviangalia kwa wachezaji wake kwa hiyo maana yake ni kwamba akiwa na wachezaji wa aina hiyo watakuwa na winning mentality na anaweza kuitafutia klabu ushindi katika mechi ambazo hata ni ngumu kufanya hivyo kwa hiyo hayo ni mambo matatu ambayo nafikiri Ruben Amorim inaweza kumfanya afanikiwe chini ya klabu ya Manchester United ntni yani, jambo la kwanza a, aina hususa ya mchezo, lakini pia jambo la pili kuboresha uwezo wa wachezaji vijana, na jambo la tatu kutengeneza hali au ari ya ushindi katika klabu, kwa aina ya wachezaji ambao anawatumia kuwasajili na kuweza kuirudisha klabu mahali ambapo inatakiwa kubwa. Hata hivyo kuna changamoto ambazo huenda anazikabili uh, na huenda atazikabili na huenda lazima zitafutiwe suluhisho ili kuweza kufanikiwa katika klabu hii. Jambo la kwanza ni ubora wa Premier League. Wakusema ukweli, huwezi kulinganisha Premier League na, na ligi ya nchini Ureno. Lazima Premier League ya Ureno ni tofauti na um, na Premier League ya England. Kwa hiyo kuna tofauti katika, katika intensity na ubora wa ligi hiyo. Kwa hiyo lazima anapofanya hivyo lazima pia apambane na ubora wa ligi yetu ya England ili kuweza kuifikisha ku, um, klabu mahali ambapo panatakiwa kuwa. Lakini jambo la pili ni um, lazima, board, lazima viongozi lazima uh, wamiliki Ineos wamsaidie kufanya hivyo lazima wamsaidie katika usajili lazima wamsaidie kuleta wachezaji ambao anawahitaji, lazima pia wamsaidie kuondoa wachezaji ambao yeye hawahitaji, ili kuweza kupata aina ya kikosa ambacho anakihitaji, aina ya kikosa ambacho kinaweza kupambana kama vile ambavyo yeye anataka watu wapambane. Akifanya hivyo, nafikiri anaweza kufanikiwa. Lakini jambo la tatu ambalo lazima pambane nalo ni discipline, ni nidhamu katika vyumba vya kubadilisha nguo, lazima au aandae kikosa ambacho kinaweza kutegemeana kinaweza kuwa na muunganiko mzuri yani, hakuna matabaka kwenye kikosi, hakuna huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo, huyu mimi ni Manchester, huyu ni mimi ni mimi wakuja. Akiondoa hizo hizo hizo tabia kwenye kikosi, akatengeneza muunganiko mzuri wa kikosi, watu wakapambana kwa ajili ya timu, wakiwa kama timu, naamini kwamba hiyo ni changamoto moja ambayo anaweza kupambana nayo, lakini akifanikiwa kutoboa, manake anaweza kawa na ubora na kuifanikiwa kuirudisha Manchester katika mahali ambapo ina Anatakiwa kuwa. Kwa hiyo, kwa ujumla naweza nikasema kwamba licha ya kwamba nataka Ruben Amorim afanikiwe. Naamini kwamba wewe pia ni miongoni mwa watu ambao mnataka pia afanikiwe. Licha ya kwamba tumeshapitia makocha wengi hawajapata mafanikio lakini naona Ruben Amorim mwana kila sababu ya kufanikiwa kwa sababu yupo katika mazingira mapya, yupo katika uongozi wa Ineos, juu yake kuna watu ambao ni watu wa mpira kina Omar Berada na wengine ambao wanaweza kumsaidia. Kwa hiyo, naamini ana kila sababu ya kufanikiwa, ikiwa hii ni support, ikiwa watampa wachezaji ambao wanawataka, ikiwa atamsaidia kuondoa zile deadwood, ikiwa atamsaidia kuondoa wale ambao hawahitaji na kuleta wale ambao wanahitaji, naamini ndani ya msimu miwili mitatu, naweza tukaona klabu ya aina tofauti, ambayo inacheza kiwango kizuri sana cha soka na pia inaweza kaanza kushinda makombe. Kwenye comment hapo chini, ambapo niandikia maoni yako pia kuhusu hilo, ikiwa kwa nini unaamini Ruben ama anafanikiwa, ni kitu gani ambacho kinakufanya uamini hivyo? Lakini pia tufuatilie kule Instagram, X na TikTok kwa jina hilo hilo la United TZA, na mimi naitwa Dr Nandes Nambani, kutakie wakati mwema kwa sasa.